Uh, habana, tuntfo, kasima, bana wanango Bongo 24 nikasema bana, kwa haya ambayo yanaendelea, uh, nije kuzungumza na Mama Love. Mko vizuri? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Mashallah, umependeza eh. Ndio mambo yangu yale, biashara Mm. Hili gauni ni miongoni yale magoni yako unayouza ndiyo? E, hii mzigo mpya huu? Okay. Mm. Ah, hatari. Ah sana, sana yani, kwangu mimi mtu hapati kitu sarekinare yani cha peke yake anakuwa nacho. Yes. Na ina quality ya ubora wa pekee yake. Yes. Yes. Mm. Haya Mama Love alonleta leo bwana. Yes. Natumai umeona mitandaoni huko, mara Mwijaku sijui kahusishwa na hili mara kimetokea nini, lakini kubwa zaidi kuna wale mabinti ambao video zao zimetindwa na mnyanyasa binti mwenzao eh, na mchepuko inaonekana ndo anamnyanyasa mchepuko mwenzake kwa Mwijaku, ndo ukaleta gumzo hapa. Nikasema nijue kuzungumza nao, tuambie kwenye haya ambayo umeona kwa kweli. Kwanza niseme nimpe pole yule binti aliyomtokea matukio, lakini pia niseme sasa hivi mabinti wengi hawana adabu, hawana adabu, hawajui maadili ni wamekaa kishenzi shenzi kihunihuni. Maana wewe mwanamke, halafu sio mke, we mwenye mchepuko halafu, eti unamgombania mchepuko, mchepuko huyo ana mume, alafu shoga yako sijui, mnakaa bweni moja mnagombaniana mwanamme unamwingiza choni, sijui unamchoma choma visu. Yani vituko vituko, vitu vya ajabu sana kwa kweli. Sisi wazazi inabidi tuangalie watoto wetu tunavyowapeleka sehemu kusoma, wanakwenda kusoma au wanafuata kitu gani, au wanafuata uhuni? Usikute yule uko chuo ukaenda kusomea uhuni, pengine E, ajaenda kusoma yale alompelekea. Ya kaenda kusoma huko kuna machangu wenziwe kasikia ndo akajiona naye bora aende kuendeleza huo uchangu wake. Kwa mtoto ambaye amefundishwa kwao ana maadili, hawezi kufanya vitu kama vile. Kwanza mtoto mwenye hofu ya Mungu hawezi kufanya vitu kama vile. Sisi zamani makuzi yetu yalikuwa tulikuwa tunakuwa pamoja yani. Wa mtau, wa mtaule mkisoma shule pamoja, yani tunakuwa kama ndugu. Hatukuweza kufanya vitu kwa kama vile. Na zamani kwenye mtaa mtu akiwa alikuwa muhuni, alikuwa anakimbiwa yani, mtu unamuogopa, ah, mtu huyu atatuambukiza, yani inakuja kama ugonjwa, utaambukiza. Na hata wazazi walikuwa wanakemea, hawataki ukae naye, hawataki ushirikiane naye, hata kama unasoma naye darasa moja, basi hawataki. Na ndio maana nadhani ilitukuza sisi vizuri, lakini watoto wa leo, mtu unamwacha mwanao, unamwacha mfano mama uko kazini mchana kutwa mpaka usiku narudi nyumbani, hujui mtoto yule kalelewa na nani pale nyumbani pengine hakuna mfanyakazi, mtoto anajilea mwenyewe kishenzi shenzi mtaani kihuni huni, ndio inapelekea hivyo. Kwa kweli, wale watoto wamekosa maadili, unawachukuliwe sheria. Sijui ni chuo gani kile, sijakielewa bado na kama kiko hapa hapa. Da, ah, vibaya sana. Na mabinti hao wanaosoma vyuo, wengi wahuni, wengi hawaendi kusoma, wengi wanafanya uhuni. Yani, unakuta ukipita, unawakuta makorido wamejibanzabanza na maboyfrendi ndio zamani ilikuwa haipo hii, hakukuwepo mambo kama hayo zamani. Zamani kwanza mtu kuwa na boyfriend tu unaogopa, unasema mimi nitaivunjia hadhi familia yangu, naogopa sana. Na kama unaye basi wewe unajificha sana, kuonana mwaka mara moja, nakwambia kweli Ha? Lakini sio sasa hivi wanafanya shahiri dhahiri na ndio maana Mwenyezi Mungu anawaumbua. Wewe angalia walifofanya kile kitu mpaka wamerekodi. Hawajataka kudhalilika hapo. Na bwana mwenyewe yule. Mwenye kichwa kako kwa ubuyu sintanie mia gumzo zaidi. Wanasema mchepuko amekuwa na nguvu kuliko mke, maana anasema ile vitendo kidogo angefanya mke angesema mume anauma mchepuko basi. Sasa si yule mwenyewe yule bwana anawapa nguvu mchepuko, kwa sababu kamkuta mke wake zezeta, hasemi. Yani mke tu kakaa, anasubiri kila tukio analopigwa anacheka, kila tukio analopigwa anacheka. Awe hapana yule mke akatae huo udhalilishaji. Anadhalilishwa sasa yule mwanamke, kwa sababu, hebu angalia mitandao yote inamsema Mwijaku mke wake mvumilivu. Sio uvumilivu, yule mwanamke zezeta. Kwa sababu mwanamke kweli, huwezi kuvumilia upumbavu kama ule. Kwani yule mwanamke hana wazazi? Si anao ye? Mwijaku hana wazazi? Sasa sikujidhalilisha huko, alafu ukute yeye ndo mshauri mkubwa wa watu kwenye ndoa. Oy, mimi meniona na mke wangu mimi nampenda, mimi nampa maisha expensive life. Kwa hiyo ile expensive life yake anayompa ndio anamdhalilisha mwenzie. Tusema kweli haifai. Na atulie tena, na nasubiri nini? Na ana mtoto mkubwa huyo Marichui bado hajatulia tu mpaka leo. Si anavyosema mke wake mzuri, ana kila kitu, hana kasoro. Sasa uzuri wa mke basi mkewe mbaya, ina maana mkewe hajui chochote, ndio maana anachipuka anaenda kwa wale vibinti. Watu wanasema ule binti mwembamba sana, Mwijaku amaenda kutafuta nini tena? Ndio anaowapenda wale, mkewe hampendi. Mi nakwambia wale ndio anaowapenda na wale ndio saizi yake e. Lakini uki, uki, nimefuatilia vizuri yale maongezi ya wale mabinti kwenye zile video inasemekana kwamba yule binti mwembamba alikuwa anamfanyia mwenzake ule ukatili, na yeye ameibiwa huyo bwana Mwijaku kwa huyo rafiki. Maana marafiki nao amezungukana na hii tu, iweke vipi hii, marafiki unamtambulisha mpenzi wako na anatafuta nafasi ha. kwa kweli wao wote michepuko. Kwa hiyo kwenye nafasi ya hiyo michepuko ya zina, mi siwezi kuisemea e, mimi nitasemea sehemu ya ndoa, lakini hizo sehemu zinao, wanaendelea kuzini na watazini mpaka vifo vyao kwa sababu kama vile wale watoto wadogo sasa hivi wasitafute wasaizi yao, wakapata stara, yani wakawa wamekaa vizuri. Kwanza watoto wadogo wa kike, tafuteni kazi, tafuteni pesa, mapenzi wachieni watu wazima <coughs> e. E. E, si yao sio mapenzi, mapenzi wawaachie watu wazima. Wao watafute pesa tu saizi wajenge majumba mazuri, wawe na magari mazuri, marenji manini Mwe e, na mitoko ya kufa mtu. Lakini mapenzi nyie, siyo ya kwenu watoto, sio kwa sababu ngoja nikwambie, mtu mzima kwenye mapenzi anayaweza. Mtu mzima hataki vitu vingi, mtu mzima ana busara. Mtu mzima kama wewe Mwijaku kusijampigia chuma cha kichwa tu <laughs> ah, kwa kweli na utu uzima wangu ah, nifanyie namna hiyo ah, haiwezekani. Haya, kwa hiyo mtu mzima atakuendea kihekima, kihekima. Lakini angalia sasa, watoto hawana busara. Ndio maana nawaambia nyie, tafuteni pesa, mapenzi waachieni watu wazima, kina Mama Love kungwi, ndio maana yake. Na najua comment zitashuka nyingi eh. Kuna comment moja ilisema Mwijaku hana kinyaa, yani anakula marafiki wawili kwa wakati mmoja. Ni kweli hana kinyaa, yule ni kama mbwa. Mbwa anatafuna huku anatafuna huku, anachakua huku anachakua huku hana kinyaa kweli, kama kwake kitumbua kiko kizuri hasa kiko fresh fresh, hawezi kwenda akatafuta vile vya mtaani e. Kitumbua cha kwako kinachopikwa kinatoka kwenye mafuta ya sunflower nini, kizuri una kila cha moto moto moto. Sasa unakwendaje kupekua huko, wamekuwa kuku? Sasa vya chini vikoje vya juu viweje? bado hajaridhika bado hajaridhika. Lakini na sheria ya dini ya Kiislamu si inamruhusu kuoa? Kwa nini asingeongeza mke? Lakini kuliko huu uhuni anaofanya, anamdhalilisha mke wake. Yule binti wa watu mpole sana. Inaonekana katoka kwenye familia zenye kujielewa yule mtoto. Alafu la ajabu binti yake bwana hajajito yani mke wake hajajitoa kwenye mainstagram, akasema sijui, akamtukana na Mwijaku akasema nini, akaimba sijui, nimeachwa staki tena maswali hajafanya yani yani, kajinyamazia kimya kwa sababu kashamuona yule pumbaz, kamwona mna kitu mle, ndio watu wakawa na mashaka. Likifika nyumbani kaa kondoo lile. E, pengine linapigwa lile uwezi kujua, e, Mama Marichui e, yule pengine anapigwa wewe uwezi kujua, e, kama mtoto kweli kwa, sabu... kwa sababu mwanamme bwana hana ujanja kwa mke A -a. Linafanya huko nje lakini likifika mle ndani ya nyumba A -a. Hey. Na tumbo lake lile kapipa, sababu alishusha ali, ali, ujumbe Instagram wa, wa kuzungumzia mke wake kwamba yanayoendelea labda yasimfanye sana akajiuliza sana maswali, yasiachanishwe na yanaendelea mitandaoni. Ah, kwa kuachana, hawawezi kuachana kwa sababu yule mwanamke sikishazoea ye kufanywa jaa la taka, anatupiwa taka zote, kwa kashajizoelea mkubwa jaa, watu wanasema. <laughs> Ah, sio kwa jaa hilo hapana. Ah, kila taka mpaka pedi natupiwa, haiwezekani. Ah, haiwezekani. Uvumilivu wake umezidi. Ndio pale mwisho wa siku Mwijaku tarogwe yule, atakwa kwenye chupa, atakuwa anatambaa tu. Na mi nimesema yule mtu wa Kigoma si Kigoma moja ile. Ah, mwisho wa reli takuwa kamfanyia mtoto wa watu ndumba, ziba mm. Yule mtoto ukimwona mkimya, hawezi hata kusema, kumbe kamfutika mtoto wa watu. Zambi? <mimicu> o, o, o, o, o, wahenga kumbwa wakusahihi mtaka nyingi na saba umpata mingi misiba tena, sio mingi misiba, msiba mkubwa sana. inna lillahi wa inna ilahi rajiuni. Nimesikia mm. mm. <mimicu> watu wanasema amefanya ilo jambo kipindi cha Ramadhani na Ramadhani ameonekana akiwa Makka huko anaomba. Eh, mama, ke mama, kumbe amefanya kwenye Ramadhani? Watu wanasema hivyo. Kio. Haya, huyu anaomba toba ya aina gani? Toba kwani, hujaona watu wametengeneza meme ya picha yake pale, ipo katika Kaba, wameandika pale kwamba Mungu nijalie nipate wabinti wa chuo. Ah, subhanallah, sijaona tu picha yake wanaitumia kama meme sasa. Kwa hiyo kule, la haula wala kuwata. Kwa hiyo kule alikwenda kujitakasa kwao, katoka kufanya zina kwenye Ramadhani? Mimi siamini kwa Mwijaku, alivyosoma Kurani, anaweza kufanya hicho hicho kitendo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli? Jamani ah, mbaya halisi na wema akosi. Hapana ah, hawezi, sidhani hawezi. Itakuwa kafanya nyuma yake hapo e, kwa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Kasoma dini, anaijua vizuri sana, na kila mara anatupa haya Halafu kweli akafanya hivyo hata kwenye mahojiano alisema, alipopita kichuo cha ardhi, akaivyoona mabinti kidogo, akawapa haya vile vile. Ye kwa kutoa haya hodari <laughs> <laughs> sasa, sasa hivi ajitolee mwenyewe haya <laughs> hajitolee na yeye mwenyewe. Kwa kusema kweli, kakosea, lakini binadamu, hatutakiwi tena kumsakama sana kupita maelezo, na haya siku tatu tu yataisha, na imani, Mwijaku ana akili na sio mtoto mdogo, mkubwa ana, ana akili vizuri, ana mtoto je, hili analolifanya lije kwa binti yake ligeuke? Yani, tulisema siku ile watu goes around, aya, irudi kwa mwanae, afikirie lile analolifanya yeye. Ana mtoto wa kike ajue kuwa ukifanya leo, basi na kesho lipo bado y yani, unalolifanya basi bado lipo, akija kuwa mtu mzima, anamwona binti yake kama vile watoto wa chuo wanavyofanya wanajidhalilisha, sio ustaarabu. Hasa mtu ukisha kuzaa bwana, kuna vitu uviache. Yani e, una ukisha oa, tulia. Kama unataka mke wa pili angeongeza mke mwanangu. Mwijaku, kwa nini unahangaika? Mke wako mzuri, unampa expensive life. Sasa hau hiyo ndio inakufanya wewe umdhalilishe namna hiyo? Kwani hana kwao yule mtoto jamani? E? Hana kwao kweli? Mimi namuonea huruma sana, lakini Mungu ampe subra. Mungu ampe subra. Sisi wanawake bwana tuna mioyo yetu tunaweza kuvumilia vitu vingi vizito, lakini kwa wehwa hili, kwa kweli dunia nzima wanajua. Hapana, mtihani eh, sijui menina e, sijui penina. Mi nasema Penina ya na, yule binti alikuwa mzuri jamani, yule binti Menina mzuri, bismillahi, mashallah. Nimeona ana watoto sasa hivi ana watoto, sijui ameolewa e, alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu amstiri kusema kweli, na yeye alitokewa kwenye janga kubwa, yani kile kitu tishio, yani ah, Mungu atusaidie. Haya, ona, hajajifunza bado Mwijaku. Kule kafanya yale mabaya, kavuruga vuruga, bado kaendelea tena, na nasikia ile alikuwa yuko na mke bado pale kwa kashaoa Aya, kwa hiyo mke huyo anakuvumilia mangapi? Kuna siku atakuja kumkaba na kamba ya kiatu. Hey, wewe acha tu. Sisi wanawake, ah unakuta usiku umelala na kufunika mto. Kwa sababu kashavumilia, kavumilia, kavumilia, kavumilia mpaka kachoka. Anaweza ukalala ile ile chai ni koroge. Mama mama marichui ni koroge chai mle mle nakutilia vya kukutilia. Unajuta kuzaliwa eh? Unajikuta umelala unatembea unaenda kujitupa kwenye gorofa lako la bilioni moja. <laughs> Ah <laughs> umevunjika miguu. Anakuambia ndio dawa yako hiyo. Eh. Una watu na mazingira ukishachoka wewe. Ila ungekweli, lakini ungesamehe kwenye hili. Ah kwa hilo nisingemsamehe. Kwani mimi nina moyo wa chuma. Na moyo wa nyama mimi. Eh, si kwa hilo mtu usingemsamehe. Mtu unamsamehe mara ya kwanza. Hata mimi uko nyuma sikusamehe ma. Kwa mwanzo lisamehe mara ya kwanza, mara pili, mara tatu nikasema, ah wewe usinitanie. Nenda zako huko. Chapa la hapa baba. eh. <laughs> Sawa <laughs> <laughs> Lakini asubuhi ya, ya leo pia tumepata taarifa yani ya kwa mamu yako ameenda kusikilizwa. Uh, yaani ameitwa kwa ajili ya mahojiano. Hatujajua mpaka sasa hivi kinaendelea nini huko lakini, eh ameitwa. Kwa upande fulani wengine wanasema inawezekana yakawa hana kesi kwa sababu yetu ni mahusiano, lakini wale mabinti sasa mm -hmm. ndo wamejikosea kumfanya mwenza wao vile. Ah inawezekana kuwa yeye asiwe na kesi kwa sababu limetajwa jina Mwijaku. Sasa hatujui ni Mwijaku yeye kweli? au kuna Mwijaku mwengine kwa sababu hapa Tanzania ukitaja Mwijaku anajulikana yeye na, ye. na ndio baba wa matashtiti eh, wa kuweka ndoa sawa anajulikana yeye. Kwa hiyo vile vibinti vilivyokuwa vimesema vile wale kweli watapata matatizo makubwa sana, kwa sababu wao ndio walitengeneza hilo jambo. Na usikute hii content jamani, sisi tuko <laughs> Ah, pengine bongo buvi <laughs> yasio ya nchi ya Nigeria, pengine inawezekana kuwa wale mabinti hawakujua kinachotokea kitu gani mbele yao, walijua yataishia juu juu tu, na zile video walitaka pengine zitembee kwao wenyewe kwa wenyewe wenye, lakini kumbe zimefikia mpaka Mama Dorothy Gwajima, na nimpongeze Mama Dorothy kwa kusimamia hili, kwa sababu sisi wanawake tunadhalilika sana, hasa mabinti zetu wa sasa wanajidhalilisha sana wanatembea uchi, wanafanya vituko vituko kama hivyo. Wale mabinti wamekwenda kusoma, kwa hiyo serikali inakupeni mikopo ili nyinyi mkafanye ufusika wenu eh? Kwa hiyo serikali iwapime watoto wanaotaka kusoma wasomeshwe, lakini kama hao machangu waende wakafanya uchangu wao huko, tusiwakubalie. Sema kweli, si haki walichomfanyia mwenzao, kitu kibaya sana tena. Na wao wafanyiwe vile vile kama walivyomfanyia mwenzao mm. Mwijaku kuniseme kwanza, nampa pole, lakini najua atajirekebisha. Najua atajirekebisha kwa sababu yeye sio mtoto mdogo, na pia akisha, akisha kaa sawa, ajue kuwa ana kazi zake nzuri za maana. Watu wanamheshimu watu wanamuona anamuona yeye mtu wa maana kabisa. Mwenyewe anasema ais yes, yes. E, umeona sasa, wewe mtu wa maana kabisa, leo unavuruga kweli? ugali wako bilioni moja, jengo la bilioni moja leo unaharibu kweli Eh, ume, unapata hela zako kwa shida kwa kudhalilika kwengine, unakwenda unaanguka chini unajidhalilisha, lakini leo hiyo hiyo ya kujidhalilisha kwako, sisi tunavyokuona wewe ni neema kwako, basi itunze brandi yako, unaenda kuiharibu sasa. Kwa Tanzania yetu mambo ya ujinga ujinga watu wanayapenda, wataendelea kumpa mabrandi wa huyu ambassador huyu nini, lakini kwa nchi za nje maneno yao, mnasema asingepata kazi huyu. Kwa hili tukio lilotokea asingepata kazi, ndo basi. E, watu wasingempa kazi, lakini watanzania tuna mioyo kwanza ya imani ya kupenda kile kitu mtu anachokifanya anachokipenda. Kwa hiyo Mwijaku anafanya vile, anatafuta ugali wake, anatafuta pesa imsaidie. Lakini Mwijaku mwanangu, angalia yule mke wako kweli binti mzuri, ana heshima, ana adabu. Je, uone yule mkeo anachepuka na rafiki yako, wewe utajisikiaje? vile unavyomfanyia vituko vituko. Haya, mara kachukuliwa nao wakubwa wako, matajiri wamemchukua, utasema nini wewe? Si utakuwa kichaa wewe? Mi langu hilo tu, pole lakini yaliyokukuta. Tukiachana na hilo bwana, inaonekana na ndogo yako hajimanara sasa